Usiku ulitulia kijijini Mwanzange, upepo ukipita taratibu juu ya majani yaliyokauka. Katika nyumba ndogo ya udongo yenye mabati yaliyopinda, mtoto mdogo Michael Tembo mwenye umri wa miaka saba alikuwa amelala juu ya godoro lililochoka. Ndoto zake zilimrudisha kwa wazazi wake, sauti zao, vicheko vyao, joto lao, lakini alipofumbua macho kila asubuhi, ukweli mmoja mgumu ulikuwepo. Hawakuwapo tena. Miaka michache nyuma, Maiko aliishi maisha yenye furaha. Baba yake, dereva wa lori, alikuwa shujaa wake wa kwanza. Mama yake, muuzaji mboga, alikuwa moyo wa familia. Walimpenda, walimfunza, walimlea. Lakini ajali ya barabarani ilichukua uhai wao ghafla, na Maiko akabaki na dunia iliyogeuka baridi na isiyoeleweka. Baada ya msiba Michael alienda kuishi kwa bibi yake mama na lando, mwanamke mkongwe mwenye moyo wa dhahabu, lakini maisha ya tabu. Alimpenda Michael kama mwanawe, lakini umaskini ulimzidi. Hivyo Michael akaanza kujifunza mapema kwamba upendo pekee haujengi meza iliyo sheheni chakula. Wakati mwingine unahitaji nguvu, uvimilivu na kukubali maumivu kama sehemu ya safari. Siku za Michael zikawa ndefu alikuwa anaamka kabla ya jua kuchomoza akichota maji, kufukuza ndege shambani, kubeba mizigo sokoni, na wakati mwingine kupalilia mashamba kwa ujira mdogo sana. Lakini katika kila kazi Michael alipata kitu muhimu, mafunzo ya maisha. Siku moja, akiwa amekaa ufukweni mwa mto, baada ya kuosha sahani, aliangalia mawimbi madogo yanavyopasuka juu ya mawe na kusema kimoyoni, siku moja nitabadilisha maisha haya, nitafanikiwa nitakuwa mtu. Hakuwa na uhakika, hakuwa na njia, lakini ndani yake kulikuwa na mwanga mdogo, mwanga ambao hata maumivu hayakuweza kuuzima. Miaka ikasonga, Michael akaendelea kujenga tabia ya uvumilivu. Akiwa na miaka kumi alikuwa tayari kijana anayejua maisha si mchezo. Aliamini kwenye kazi ngumu kuliko maneno matupu. Alijua hakuna anayekuja kumwokoa, na hiyo ndio ikawa nguvu yake. Jioni kama zote, bibi yake alimwangalia na tabasamu hafifu, akamwambia: Maiko, maisha yana uchungu, lakini ndani ya uchungu kuna somo. Usikate tamaa, mwanangu. Maneno hayo yalimjenga zaidi kuliko alivyowahi kufikiria, lakini maisha alimwandalia jambo moja kubwa zaidi, tukio ambalo lingemtoa katika maisha ya kijiji kwenda sehemu ngumu yenye maamuzi magumu na changamoto zitakazounda mustakabali wake. Na hivyo safari ya maiko ilianza, safari ngumu nzito, lakini yenye nuru mwisho wa njia. Mwisho wa episodi moja. Usikosi kufuatilia episodi mbili. Tukio muhimu linakuja kumgeuza maiko kabisa. Basi, je, nini kitamkumba sasa? Ni mwanga unaokuja au giza zito zaidi? Follow, like, share, comment, subscribe. kama safari ya maiko imekugusa Bonyeza folo au subscribe ili usipitwe na episodi inayofuata. Tupia like, share hadithi hii kwa rafiki na acha komenti yako, kwa sababu maoni yako ndiyo yanayosaidia hadithi hii kuendelea mbele.